Shirikisho la Urusi limewasilisha msaada wa chakula wenye thamani ya dola milioni mbili za Marekani kwa Jamhuri ya Zambia katika hatua inayodhihirisha kuimarika kwa mshikamano wa kimataifa na uhusiano wa kirafiki kati ya mataifa hayo mawili. Msaada huu umeelekezwa kusaidia maelfu ya wananchi wa Zambia waliokumbwa na uhaba wa chakula kufuatia mafuriko yaliyoharibu makazi na mashamba katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Akizungumza wakati wa kupokea msaada huo, Makamu wa Rais wa Zambia, Mutale na Lumango aliipongeza Urusi kwa kile alichokitaja kwa ishara ya dhati ya ushirikiano kima wa kimataifa unaojengwa juu ya misingi ya heshima na uelewano. Alisisitiza kuwa msaada huu unakuja wakati mwafaka ambapo taifa la Zambia linakabiliwa na changamoto kubwa ya kuhakikisha ustawi na usalama wa chakula kwa wananchi wake walioathiriwa na majanga ya asili. Kwa mujibu wake, mshikamano wa aina hii ni muhimu katika kujenga uhusiano wa muda mrefu na uzingatia maslahi ya watu wa kawaida na Lumango alitoa wito kwa nchi rafiki kuendelea kushirikiana kwa karibu na Zambia katika nyakati za changamoto, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha urafiki wa kimataifa, huku ustawi wa raia ukiwekwa kama kipaumbele. Kauli yake ilibeba ujumbe wa wazi kwamba msaada wa kibinadamu haupaswi kuangaliwa kwa misingi ya siasa, bali kwa ubinadamu na wajibu wa pamoja wa kimataifa. Kwa upande wake, mratibu wa kitaifa wa kitengo cha usimamizi na uhimilishaji wa maafa Disaster Management and Mitigation Unit, Norman Chipakupaku alieleza kuwa msaada huo utapunguza kwa kiasi kikubwa njaa inayowakabili kaya nyingi zilizoathiriwa na mafuriko. Alisema kuwa mafuriko hayo yalisababisha hasara kubwa kwa mazao na miundombinu na hivyo kuyaacha maelfu ya familia katika hali ya utegemezi wa msaada wa dharura. Chipakupaku aliongeza kuwa chakula kilichotolewa kitapelekwa moja kwa moja kwa jamii zilizoathirika zaidi kwa lengo la kuhakikisha msaada huu unawafikia walengwa kwa wakati na kwa uwazi. Kwa mtazamo wake, msaada wa Urusi unatoa pumzi ya muda mfupi kwa waathirika, huku serikali ikiendelea kutafuta suluhu za kudumu za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Balozi wa Urusi nchini Zambia alieleza kuwa msaada huu ni sehemu ya dhamira ya Urusi kusaidia mataifa rafiki yanayokabiliwa na vitisho dhidi ya usalama wa chakula. Alisisitiza kuwa kwa Urusi kutoa msaada wa kibinadamu si hisani ya kisiasa bali ni wajibu wa kimaadili kwa nchi ambazo zinadumisha uhusiano wa kirafiki na kuheshimiana. Kauli hiyo ilionyesha msimamo wa Mosco wa kujiweka kama mshirika anayeaminika hasa kwa mataifa ya Afrika yanayokumbwa na changamoto za kiuchumi na kimazingira. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya ndani, msaada huu umejumuisha bidhaa muhimu za chakula kama njegere zilizogawanywa split peas na mafuta ya kupikia, bidhaa ambazo ni muhimu katika lishe ya kila siku ya familia nyingi za Zambia. Vyakula hivyo vinatarajiwa kusaidia sio tu kukabiliana na njaa ya dharura bali pia kupunguza shinikizo la kifedha kwa kaya zilizopoteza vyanzo vyao vya kipato kutokana na mafuriko. Kwa jumla, tukio hili linaonyesha jinsi diplomasia ya kibinadamu inavyozidi kuwa chombo muhimu katika mahusiano ya kimataifa, hasa katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na majanga ya asili, migogoro na changamoto za usalama wa chakula. Msaada wa Urusi kwa Zambia si tu hatua ya kusaidia kwa wakati wa shida bali pia ni ujumbe wa kisiasa na diplomasia unaosisitiza umuhimu wa mshikamano, ushirikiano na heshima ya pande zote katika jamii ya kimataifa.